E, tabia ya baadhi ya wa wasimamizi kuwapatia majibu wanafunzi wakati wa mitihani, wamiliki wa shule kutaka shule zao kufaulisha wanafunzi wengi na baadhi ya wa waalimu kutaka kujipatia fedha kinyume cha taratibu, yaelezwa kuwa ni chanzo cha wanafunzi wasio na uwezo wa kusoma kuandika na kuhesabu kupata fursa ya kuingia kidato cha kwanza. Waandishi wetu wa Hadubini, habari kwa kina, wamefuatilia hili na kujua ukweli kuhusiana na suala hili. Waswahili husema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ni ukweli usiopingika kuwa katika makuzi ya fikra kwa mtoto kuanzia kwa wazazi na walimu wanaomfundisha daima. Mandhari kama hii huwafanya wazazi wengi kujijengea matumaini lukuki, wakiamini pindi watoto wao watakapohitimu na kufuzu, wataingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Mpango wa elimu bila malipo ni mojawapo ya harakati za serikali ya awamu ya tano wa kuharakisha maendeleo katika sekta ya elimu nchini ili kuibua wataalamu wengi na wenye uwezo wa hali ya juu kwa ajili ya kufanya kazi katika sekta mbalimbali nchini. Elimu ni kama wengi wanavyoamini safari ni hatua na miongoni mwa hatua muhimu kabisa katika ulimwengu wa taaluma ni hatua hii. Kwa hizi kumi bora kitaifa, ya kwanza ni Kwema, hii iko Shinyanga; ya pili Loken Hill iko Shinyanga; ya tatu ni Mgini iko Mwanza; ya nne ni Content of Joy iko Dar es Salaam, ya tano ni Tusime iko Dar es Salaam. Wapo wanaofurahia matokeo ki haya, lakini wapo wanaulia, katika shule ya msingi Tumaini. Tumaini hii shule iko Sengerema, mkoa wa Mwanza. Miliki wa shule alidiriki kuibia, kuibia sio kuiba mtihani wakiwa na wasimamizi wake. Miliki huyu walifanya mtihani na walimu wake wakawapa majibu watahiniwa na watahiniwa wakayaandika majibu hayo katika sare zao za shule yao. Ukiangalia, hii ni kaptura kwa mfano, watahiniwa wote wa shule ile wameandika majibu kwenye kaptura ya ni siku nyingine kabisa, hadubini ikamtafuta Daktari Charles Msonde, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani nchini, kubwa ni kutaka kujua nini kimesababisha udanganyifu huo. Haya yanayotendeka kule ni kwa nini yanafanyika hivyo? Moja, lipo kundi la walimu ambao wanadhani kwamba pengine wakijiibia wenyewe wakawadanganya watainiwa wakafanya udanganyifu watapata alama za juu na pengine kuonekana wamefaulu sana, wataweza kumshawishi mwajiri kwamba wao wanafanya kazi vizuri au wanachapa kazi vizuri. Na wapo wengine katika shule za binafsi, wanaweza wakajibia wenyewe na wakawadanganya watoto, wakafanya mitihani hiyo, wakidhani kwamba wanamdanganya pengine meneja wa shule au mwajiri wa shule, wa shule, aliyowaajiri katika shule hizo kwamba wao ni wachapa kazi wazuri wanaoiweka shule katika steji nzuri kitaifa. Sasa hii naweza nikasema ndio kitu cha kwanza ninachokiona kinajitokeza kwa walimu wetu au wale ambao wanafanya udanganyifu. katika baadhi ya shule za binafsi, swala hili la udanganyifu linatoka kwa wakuu wa shule. Zipo baadhi ya shule ambao udanganyifu umeenda kwa wamiliki wa shule wenyewe. Unakuta mmiliki wa shule yeye mwenyewe ndiye anayemwagiza mkuu wa shule kushiriki katika udanganyifu na hapo sasa, maana yake tafsiri yake ni kwamba mmiliki wa shule, kwa nini anafanya hivyo? Anafanya hivyo kwa kugeuza mitihani kuwa biashara kwake. Yeye anadhani kwamba watoto wakionyesha, wakaonekana wamefaulu vizuri shule kitaifa, itaonekana imefanya vizuri na kwa kufanya hivyo itavutia wateja wengi kukimbilia kwenye shule ile. Kwa hiyo amegeuza mitihani kuwa biashara. Jambo hili ni la hatari lakini lipo jambo jingine ambalo baadhi yao linawavuta kufanya udanganyifu. Ukiangalia sana swala kama nilivyosema, na kukosa maadili, mtu anaweza kukosa maadili ya kadhani, achukue vijihela vidogo vidogo virushwa. Wapo wengine wanafika mahala, kwa siri wanawachangisha wazazi, wanawachangisha watoto fedha. Hapo akiwachangisha fedha, wanakwenda wana kukusanya fungu la fedha, eti wapate kumpatia msimamizi wamechana katika kituo cha, tuseme zipo zipo zipo taarifa mbalimbali unakuta sehemu fulani mtoto amechagua kwenda sekondari kwa mfano. Kuna, kuna mahali ambapo watu tunapokea taarifa unaambiwa huyu ameingia, uwezo wake wa kusoma huko chini. Uwezo wa kuandika huko chini. Ukiona hivyo tafsiri yake ya moja kwa moja ni kwamba shule ile, wakati akifanya mtihani ule, kulikuwa na kitu kilifanyika pale. Kwa sababu ukimwangalia mtoto ule kwenye taarifa zake sasa huku za kaka zake za mitihani utakuta na mwandiko mzuri safi tena unaopendeza, na utakuta si ajabu amepata alama za juu sana, pengine 40 au 45 kwa hamsini, ambayo kwa 100 ni takriban 90. Hiyo ni ana uwezo wa juu sana. Sasa kama imetokea akaonekana uwezo wake wa kusoma uko chini, uwezo wake wa kuandika uko chini, na amechagua kwenda sekondari na alama zake ziko juu, tafsiri yake ndio haya ninayosema yatakayofanyika katika shule hii na hao ndio huwa tunawataka sisi kiasi kusimbaini wanafunzi wa namna katika shule ya sekondari. Baraza linafuatilia chanzo cha tatizo hilo na wale waliohusika kufanya udanganyifu wanachukuliwa hatua za kinidhamu na mamlaka zao za ajira. Dakta Msonde, anawaeleza nini walimu wasiofuata maadili yao ya kazi? Ni shauri labda mamlaka zetu za elimu katika ngazi mbalimbali kazi ya halmashauri, kazi ya mikoa kuhakikisha kwamba zinawasimamia walimu wetu vizuri, kufanya kazi darasani, kutimiza wajibu wao kufundisha, kuhakikisha kwamba wanawapa maarifa yanayostahili watoto wetu, yale ambayo yameandaliwa, ambayo taifa limetaka wayajue, yaliyo katika mitasari yetu na mitaala yetu, wahakikishe hayo yanafanyika kwa makini, bila kuteteleka na pengine ni njia nzuri ya kupima watoto hao ni kuhakikisha kwamba walimu wanawapima watoto vizuri. Na pengine njia nzuri ya kuhamasisha walimu hawa sio kuwaambia kwamba usipofaulisha tunakufukuza. Nadhani hii si njia nzuri sana. Maelezo haya ya Dakta Msonde yakaisukuma Hadubini kufanya utafiti zaidi. na hapa ni kuwasaka wanafunzi wanaoingia kidato cha kwanza. Mm -hmm. Sasa eh? Unatokea e, Rukwa. Andika sasa, upo katika kituo gani? Hiki kituo gani? e, andika niko yani, naishi katika kituo fulani, jina lake, naishi katika kituo fulani na nimechaguliwa hapa kwenda fomu wani shule fulani. Haya, niandikia hmm, niandikie kwa ufupi jina lako mimi, naitwa unaitwa nani, umetokea wapi na kwani umetokea kijiji gani? Andika nimetokea, labda mkoa gani umesema? Mm, eh, andika nimetokea mkoa wa Tanga andika nimetokea mkoa wa Tanga, au andika Tanga peke yake. Haya, andika umechaguliwa kwenda shule gani, andika nina baba, nimechaguliwa kwenda shule ya sekondari Mbuyuni, mstari wa chini hapo Maliza. Niandikie, niandika nimechaguliwa kwenda shule ya sekondari Buyuni, andika. okay. Eh, mstari mwingine hapo chini ionekane vizuri. Endelea. Haya, sasa tuishie hapo. Ngoja sasa nikupe hesabu moja ufanye. Andika mia mbili, mbili. Mm -hmm. Andika mia mbili tia mia mbili na tisa mjumlisha tisa. Jumlisha mia moja kumi na moja Uh, mia mbili na tisa jumlisha mia moja kumi na moja naandikia mm, hapo mia tisa ishirini na saba achana namba, andika tu mia tisa ishirini na saba jumlisha mia mbili kumi na nne nitafutie jibu. vvyetu unavyoweza kufanya, ukiamua kufanya njia ndefu, ukiamua kufanya, wewe fanya, ili utafutie jibu hapo. Andika mia tisa na tisa mia tisa na tisa jumlisha mia mia tisa na tisa jumlisha mia mbili mia mbili arobaini na moja Jumlisha, nipe jibu. Ni kati ya wanafunzi walioingia kidato cha kwanza mwaka elfu mbili kumi na saba wapo wanaojiweza, lakini pia wapo wasiojiweza. Ndio kusema maneno ya Daktari Msonde yanajidhihirisha hapa, baada ya kuzungumza na wanafunzi hawa hadubini ya watafuta wazazi juu ya tabia isiyoridhisha kwa baadhi ya wasimamizi wa mitihani wanaoenda kinyume na kanuni za usimamizi wa mitihani. Huku ndio msingi ndio elimu ndio ina tunapata madaktari tunapata nini, walimu, kazi zote zinapita hapo hapo kwenye msingi. Uwe waziri, uwe rais, uwe nani, umepita hapo hapo kwenye elimu. Kwa hiyo panahitaji mkazo. Mtu unawezaje ukawa daktari wakati hujui unatakiwa kufanya nini ha? Hujui kile kitu, hukukisoma na kukifahamu, utamtibuje mgonjwa hmm? ulisaidiwa ukapata vieti ukafika, lakini je utaweza kuwa daktari? Kwamba kupasi inaonekana kama kitu cha kubahatisha, kumbe mwanafunzi alifundishwa vizuri kupasi miaki yake, kwa bado kuna udanganyifu wa ufundishaji ule udanganyifu wa ufundishaji ndio unakuja kuleta udanganyifu katika mitihani. Hicho ndio kitu kikubwa hapo, tatizo liko hapo tu. Mwanafunzi akishafundishwa vizuri sidhani kama atahitaji kuiba mtihani eh, hey, kwa nini usaidie mtoto? Mtoto unamfundisha kama sisi tunavyofundisha hapa, huo unamfundisha, ninampa test. Eh, namwambia kwamba hebu fanya nilivyokufundisha. mahesabu ya nguo umeyaweza vizuri, kwa nini afeli? Hawezi kufeli hata siku moja. Wale ni kwamba wanaowasaidia ndio wanaotuharibia watoto, wapewa adhabu ya kutosha kabisa. Uwezo kumsaidia mtoto tena, unamjengea kitu gani? Unaua taifa zima kabisa. Je, kuwasaidia wanafunzi katika mitihani yao ni kuwajenga au kuwabomoa? na je, kufanya hivyo taifa litarajie nini? Naam mtazamaji, na huo ndo mwisho wa makala haya kuhusu udanganyifu katika mitihani. Usikose kutazama wiki ijayo uweze kufahamu wanahadubini wetu wamekuandalia nini kwa wakati huo.